Sasa wapendwa katika Kristo, leo tumekusanyika hapa kwenye kanisa hili kuu la jimbo la askofu, sio kama watalii, ila tumekuja kama mahujaji wa imani wanaokuja kukutana na Mungu aliye chemichemi ya rehema na matumaini. Nasema mmekuja kama sio watalii, ni kwa sababu moja wengine wengi wenu kama sio nyote mlishawahi kusali katika kanisa hili, lakini nasema hivyo kwa sababu huwa naona tukienda hija kama Roma au Israeli, huwa munaweza mkao munasali misa kwenye kanisa kwa mfano, alafu naona watalii wanapita, wanapiga picha, wanashangaa kwa sababu mtu anakuwa ametoka mbali kwenye nchi yake, wengine si wa Kristo, ila yeye amekuja kama mtalii. Sasa nina imani ninyi amkuja hapa kama watalii, ila badala yake mmekuja kama mahujaji wa imani. Na mwaka huu elfu mbili ishirini na tano kanisa Katoliki linaadhimisha jubilei ya matumaini, na hiyo jubilei ya matumaini eh, mnajua ni kauli mbiu inayotoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi na mbili aya ya kumi na mbili inayosema kwamba Furahini katika tumaini, vumilieni katika dhiki, mwombeni Mungu daima. Furahini katika matumaini. Na mnafahamu vizuri sana kwamba mtu ambaye amekosa matumaini, shughuli zote haziwezi zikaenda. Mtu unapokuwa ume, umepoteza matumaini, unaweza ukakata hata tamaa ya maisha. Kwa hiyo, ndio maana jubilei hii inatuomba tuwe watu wa matumaini katika maisha yetu. Nimeona nigusie kitu kimoja cha kwanza kuhusu kanisa kuu. Kanisa kuu hili limejengwa miaka ya elfu moja mia tisa thelathini na, na, na kitu na saba na likamalizika baada ya vita ya pili ya dunia, ndiyo maana uzuri wake bado upo. Si kanisa kubwa sana lakini na uhakika, katika jimbo letu hakuna kanisa zuri namna hii. Yapo makanisa ambayo ni makubwa, mfano la Ipuli ni kubwa kuliko hili, lakini mnaliona na mapambo na uzuri wake. Lakini nachotaka kusema ni hiki, kanisa hili lina kiti cha askofu ambacho mnakiona pale. Sasa katika jimbo lazima kanisa liwe na kiti cha askofu, jimbo lenye askofu na kiti hiki uwezi ukakikuta kwenye kanisa lingine lolote. ili ni kiti cha askofu, na ndiyo maana kwa kwa wengine kwa Kiingereza wanasema ni cathedral. Cathedral maana yake kanisa kuu, lakini hili neno la Kiingereza cathedral linatokana na neno la Kilatini cathedra. Cathedra maana yake ni, ni, ni, ni, ni kiti ni kiti, tena kiti hicho ambacho ni cha askofu na hicho kiti ni mamlaka ya askofu, ni alama ya mamlaka ya askofu. Ndiyo maana hata askofu anapopadilishwa anaketishwa kwenye kiti chake, askofu mwenye jimbo. Kama askofu Bududa akuketishwa kwenye kiti, kwa sababu yeye sio askofu jimbo, yeye ni askofu msaidizi. Ila kama mwadhama au askofu yote katika jimbo lako anapopoa, askofu anapewa kiti na kitu hicho kama mnavyoona, mapade sisi tunakaa kwenye viti vingine hivyo hapo. Kama mimi siwezi nikaenda kukaa kwenye kiti kile. Maana yake kwa kukaa pale ni kama nataka kumtangazia kwamba nafanya mapinduzi ambayo sitegemei kujafanya na sina, sina mpango huo kwa miaka ya karibuni na ya baadaye. Tuko pamoja wapendwa. E, kwa hiki kiti ni alama, ni alama. Ndio maana tunapokuwa na misa za kijimbo mfano mapade wote tunakuja au ile siku ya mafuta eh, tunazunguka tunamzunguka askofu kuonyesha alama kwamba tuko pamoja naye ndiyo. Kwa hiyo ni alama ya kwamba tuna askofu, na askofu katika jimbo ni mtu wa muhimu sana. Ndiyo maana katika misa zote tunamwombea Baba Mtakatifu na askofu wa jimbo, na kama yuko askofu msaidizi na mwenyewe tunamwombea kwa sababu yeye ndiye anayetuunganisha na ndiyo maana jimbo likiwa wazi Labda askofu amefariki au askofu amestaafu au ameugua, unakwepo mchakato basi, baadaye anapatikana askofu mwingine. Kwa askofu ni mtu wa muhimu, na hiyo ndiyo alama ya, ya, ya yake ya mamlaka na ya kufundisha. Kumbe askofu kimsingi ndiyo kichwa cha kanisa mahalia kama la Tabora, na sisi ni viungo vyake, na askofu ni alama ya Kristo kati, kati ya watu ndiye kiongozi akituunganisha wote kwa imani moja mm, ndiyo. Na ili kanisa hili ndiyo mama wa makanisa yote, na mnakumbuka ile tarehe ngapi, ile tarehe moja mwezi wa kumi kwenye sikukuu ya mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu, kuanzia mwaka huu sasa itakuwa ni siku ya kijimbo. Ndiyo maana wote tulikuja wakati wa shukrani mavuno ya kijimbo tukasali pamoja hatukuweza kwenda Makokola, hatukuweza kwenda Ipuli au mahali pengine. Sasa ndiyo maana mtakatifu Ignasio wa Antiokia aliwahi kusema kwamba, na nukuu, mahali askofu alipo ndipo kanisa lote lilipo. Kama mahali Kristu yupo ndipo kanisa Katoliki lilipo, kumbe mahali ambapo askofu yupo ndipo kanisa lilipo. kwa hiyo hii kuja hapa kufanya hija hapa. Ndio maana kanisa hili limeteuliwa kwa namna hiyo, ni kwamba tunahitaji kubaki wamoja na askofu wetu, kusikiliza sa, e, sauti ya Kristo kupitia mafundisho yake na kuwa vyombo vya matumaini. Ndio maana hii Jubilei ikawa Jubilei ya matumaini, tumekuja kusali hapa, Kristo tumaini letu. Sawa, sasa twende, baada ya kuona tafakari hiyo ufupi Sitahubiri muda mrefu kwa kwa sababu sasa kuna misa, misa ya ndoa, ya ndoa. Singelikuwa na misa ya ndoa ningelijinyosha vizuri sana. Mmetenga siku kwa ajili ya hija, sio? Eh, kama ni biashara najua mmefunga, kuna wafanyabiashara hapa na wafahamu, mmefunga shughuli zenu zingine mmeziacha, msali, msiwe na haraka. Mungu atawaletea pesa kwa namna ambayo mpila kujua, msije mkasema, na paroko na hapa paroko na mwenyewe na paroko wa Makokola amepanga kutuchelewesha biashara zetu hazikwenda leo, musiwe na wasiwasi sawa? Sasa tutafakari neno la Mungu, neno la Mungu tulilosikia kutoka injili ya Luka sura ya kumi na nane aya ya kwanza mpaka ya nane limeongelea mfano Yesu aliyotoa kwa kwu wanafunzi wake kwamba kulikuwa na mama mmoja mjane ambaye ni kama alikuwa anataka kudhulumiwa mali yake, akawa anaenda kwa hakimu kumsaidia, ampatie haki yake, asuluhishe ule mgogoro, lakini kilichotokea tumesikia kwamba yule hakimu alikuwa hajali cha mtu na Mungu hamjali, akawa ham, hamsikilize kilico kilichotokea, yule mama akaamua kila siku anaenda, kila dakika yuko kwa hakimu yule. Na ilipofika mahala mahara, yule hakimu akasema kwa vile ananisumbua, ngoja nimpe haki yake aweze kuondoka niondokane na usumbufu huu. Sasa Yesu anasema hivi, kama yule hakimu ambaye hajari watu, kama yule hakimu ambaye ni mwanadamu amefanya hivi, akatoa haki kwa yule mama mjane, je, Mungu ambaye anatupenda na sisi tulio watoto wake hata tupa haki yetu tunapomuomba? Sasa mfano huu umenikumbusha bwana mmoja wiki iliyopita hapa, nilikuwa nyumbani jimbo la Kayanga na mwezi wa saba nilikuwa nyumbani na mwezi wa pili nilikuwa nyumbani. Sio kwamba napenda kwenda nyumbani, hii mwezi wa kumi na moja tu huu ya juzi ndio nilikuwa na likizo, zile zingine nilikuwa na mwakilisha baba kardinali kwenye matukio ya kijimbo kule Bukoba na Kayanga. Sasa mara zote nimeenda kwenye mji ule wa Kayanga, kuna baba mmoja ambaye ana shida ya afya ya akili na mara zote nimeenda nikienda nafika kwenye duka la ndugu yangu mmoja jamaa yangu kumsalimia. Sasa huwa na yeye anazunguka maeneo mbalimbali huko na huko, anaenda kama Makokola, narudi hapa, ila mara zote nikienda, nimekuwa nikikutana naye. Kwa hiyo akiona mtu amevaa vizuri, lazima aje kumuomba, au akiona umetoka ndani ya gari, anajua kwamba kwa vile una gari na nini una pesa. sasa ana ujanja mmoja, ukitoka kakujia, uomba anaanza kwanza kuambia, naomba nisaidie 10000 elfu kumi. Sasa unasema, bwana 10000 kumi ni nyingi. Ukikataa, bwana, sina pesa, anashusha 5000 tano, mpaka mara ya mwisho juzi hapa, wiki iliyopita, alitoka 10000 kumi mpaka shilingi 200. Alikuwa kama machinga fulani. Alafu tena ni mujanja, akiwa anakuomba haondoki unaweza ukampotezea, ukao unaongea na jamaa yako, na yeye anabaki amesimama dakika tano kumi, haondoki. Na kweli mara zote nimekuwa nikimpa pesa. Sasa amenikumbusha juu ya mama huyu mchana, uvumilivu katika kuomba. Ni mjanja sana na mtu akikukera. Kuna watu wengine anaomba, eh, munaweza mukatoka naye kama hapo mbele ya geti, mkaenda naye mpaka sokoni, yuko na wewe unaingia dukani unatoka, yuko naye hapo. Lakini hao hawapo, nilishawaona mji fulani, sitaki kutaja. Unaandamana naye. Sasa kwa vile kero, anaenda huku nawe unaenda huku naye, chukua chochote unampa, anaondoka. Sasa Yesu anataka kutufundisha hivi, katika kusali kwetu tuwe wavumilivu. Ninyi watu pengine na mimi mwenyewe nikiwepo, wakati mwingine hatuna uvumilivu katika kusali. Tunakata tamaa mapema katika maombi yetu, na ni kwa sababu moja. Mji wa Tabora, nyote hapa mnatoka Tabora, una maji, na baadhi yenu mna maji nyumbani, unafungua pale unakinga maji. Wengine labda maji mnatoa kwenye mahali fulani, kuna, kuna ile tapu ya kununua maji. Ndoo si shilingi mia moja, si shilingi mia mbili. Unafungua maji yanakuja. Wengi wenu hapa mna account benki. Unaenda unaweka ile kadi una una ya benki, unaweka namba ya siri tata tata, halafu mapesa ndani unasikia afaya. Halafu bado unaona kacha yanatoka, halafu unachukua, unaweka mfukoni. Haupotezi muda kama zamani kwenda benki siku kujaza fomu na kadhalika. Maisha ndivyo yalivyo. Ukienda kanisani kama ni Jumapili Makokola, misa ni saa 12:00 na nusu asubuhi, baada ya akichelewa kidogo Unapenda misa ianze wakati huo, ndivyo tulivyozoea, watu wa muda, lakini kwa Mungu ni tofauti. Mungu, kwake hakuna muda. Hapa tunasema ni saa tano na nusu, labda sasa hivi saa sita kasrobo. Tumeanza asubuhi, muda uliopita ilikuwa ni usiku. kwa sababu jua linaanzia mashariki linatua magharibi, kwa sababu dunia inazunguka asubuhi, mchana na jioni, mwezi mmoja, mwaka mmoja, miaka kumi na kadhalika. Lakini Mungu yuko juu ya muda. Kwako wewe miaka elfu moja kwa, mwaka mwaka, kwa, mwaka mwaka mwaka, kwa Mungu inaweza ikawa sekunde moja. Ndio maana pengine unaweza ukawa unaumwa kwa mfano, au unamuomba Mungu kwamba ningepata pesa hizi kwa mwaka huu au shida yangu hii ikatatulika kwa mwaka huu Mungu akaipeleka mpaka miaka mitano hata kumi hata ishirini, au pengine ulio yaomba ukiwa kijana ukayapata sasa hivi, kwa sababu Mungu hana muda. Hata wakati wengine kwenye mazishi huwa inatuumiza sana, mimi na wewe, labda mnamzika mtu ambaye alikuwa labda ni kijana. nas Mungu mbona amemkatili maisha yake miaka kumi na tano? Kweli mwanafunzi mtoto amefariki. Alafu wazazi wengine ambao ni wazee unakuta nasema mtoto wangu ya amekufa, ni mimi yangu, ye amekufa, ningelikuwa nimeikufa mimi, mimi nimeishamaliza maisha yangu yeye akabaki. Lakini kwa Mungu anaona huyu miaka kumi na tano inatosha. Hata angelikuwa anakuja kufanya makubwa, yeye anaona kwamba Mungu tayari amemaliza wajibu wake kwao. Wapendwa, sitaki kusema mengi katika hili, tuwe wavumilivu katika sala. Mungu unaweza ukamwomba ufanikiwe biashara yako, lakini akaona pengine kwa kupata fedha wewe unaweza ukamsahau biashara, kaacha ikawa ya kawaida, ukakuta anamfanya mtoto wako labda nafaulu shule, anapata kazi nzuri Ye. Mungu unaweza ukamwomba nipande mazao haya yawe mazuri sana, akaona pengine ukiyapata, hutatoa fungu la kumi vizuri, usiyapate kama ilivyotegemea au ukayapata ukapata wageni hapo kwako Makokola pale mwinyi, wageni hawakauki kutoka kwenye nyumbani kwenu, chakula wakakila wakakimaliza. Tuko pamoja wapendo? Au ukaweka kwenye mifuko ya kuhifadhi nafaka, wale wadudu wakaja wakala. Mungu labda anataka kukupa fundisho. Mnamfahamu nabii Hosea? Nabii Hosea wa, wa Biblia alioa mwanamke ila huyo mwanamke alikuwa ni, tukitumia lugha ya Biblia iliyotumika, si tutumie lugha gani? Alikuwa ni malaya, mtumie neno hilo. Alikuwa ni nabii huyo, lakini Mungu alifanya hivyo makusudi, na yule mwanamke alimfusumbua sana mume wake, huyo nabii Elia. Lakini Mungu alifanya makusudi hivyo kwa sababu wale Waisraeli walikuwa ni kama wanaabudu miungu hii, wanamwacha Mungu huyu, wanaenda kwa Mungu huyu. Alitaka kuwafundisha wa nabii Hosea ya kwamba hawa watu nao wahubiria ni sawa na mke wako alivyo. Tuko pamoja. Kwa hiyo mke wako unavyoona ni mwingi, hana uaminifu ndani ya ndoa yako, ndivyo na Waisraeli hawa nao wahubiria ambao si waaminifu. Sasa nabii si ni mtu wa Mungu? Kwa nini Mungu ampe msalaba kama huo? Kwa hiyo Mungu bado anaweza akachelewesha maombi yako. Mungu anaweza pengine yakawepo mateso, magonjwa, shida katika familia, mke wako, mume wako. Mambo naomba hayaendi, wewe usikate tamaa. Mungu ana lengo lake. Na haya magumu pengine tunayoyapata daima tuyatafsiri kwa jicho la imani. Mungu ana mpango na sisi. Mungu hajatutupa. Sasa nimalizie mahubiri haya kwa wale pengine mnaosinzia naomba muamke, hiki ninachotaka kusema ni cha muhimu sawa. Najua waamini wa Makokola huwa wakati padri anahubiri huwa munafumba macho munatafakari sana, ndivyo huwa munafanya. Lakini sasa naomba macho myaelekeze kwangu. Ni kitu kizuri ambacho mmejifunza ni kizuri, lakini sasa naomba mniangalie. Sasa tuko pamoja, wapendwa pendwa, jibuleyi ishirini, ishirini na tano. Sasa ninachotaka kuwafundisha ambacho baba paroko wenu ameshaniambia niwafundishe ni, ni, ni, ni juu ya rehema kamili. Na ukilitekeleza hili leo utatoka na faida sana. Tunaposema rehema kamili ni nini? Pengine ni kitu kirefu sana. Lakini nitasema kwa ufupi. Iko hivi, nielewe vizuri. Mwanadamu anapotenda dhambi akaamua kumurudia muumba wake akatubu dhambi zake kama mulivyotubu leo, dhambi zinafanya nini? Zinaondolewa. Lakini dhambi zinapoondolewa na ukapewa maripizi, mfano, nenda ukatende tendo jema kwa mtu au pada naweza kuambia sali rozari kuombea labda marehemu au marupuzi yote yale, pamoja na kwamba dhambi hiyo imeondolewa, adhabu yake inabaki, adhabu yake inabaki. Hivi nitatoa mfano, mfano. Sasa hivi tuna watoto wanapita hapo wa shule ya msingi, wanacheza mchezo wao wa mpira. Ule mpira ukagonga kioo kile cha kanisa kikavunjika Mlinzi anayelinda hapa akamkamata yule mtoto akamleta kwangu, na yule mtoto nikamwambia nenda, umlete labda baba yako au mlezi wako. Wakaja kwangu, mzazi na yule mtoto, wakaomba msamaha, nikasema nimewasamehe, na kweli nikawasamehe kwa moyo mweupe. si watarudi nyumbani kwa kuwasamehe hivyo, ilo dirisha limeshatengenezwa kio kimeshanuliwa? Hapana. Kwa hiyo tabiri nitoe pesa ya parokia ninunue hicho nini kioo. Sasa unapoungama unasamehewa na Mungu, lakini kile kioo unakuwa bado hujafanya nini, hujakirudisha. Sasa tunapofariki na kwenda tuharani ile adhabu sasa ya kile kioo, shilingi elfu sitini ya kunua hicho kioo, unapokuwa tuharani ndiponakuo na kigarimia. Umenielewa? Kwa hiyo tunaposamehewa dhambi zetu tunabaki na makovu ya aina fulani, sio kwamba mwili wetu unakuwa kama wa mtoto mdogo. Na ni kwa sababu moja, dhambi zote mwanadamu anazotenda anasababisha hasara kwa yeye mwenyewe au kwa mtu mwingine. Dhambi yoyote, fikiria unapo mtu anapoiba, kwa mfano simu ya mtu anaweza kuja kuungama, yani afaamu hiyo, ili dhambi iondolewe, si kasema niibe hii simu. Alafu mtu unajua, huyo mtu memuumiza sana ana simu yake ya katochi elfu ishirini na tano amenunua, namba za simu hizo kuja kuzitafuta ni kazi. Mpaka ukimpigia simu, ah, ah, nimesikia sauti yako. Wewe ni Johni? Anahangaika. Umeungama ukasamehewa, lakini umemsababishia maumivu yule mtu sawa. Unapokuwa umekunywa pombe kwa mfano, unaenda unamtukana mtu, ataumia. Utaungama utasamehewa dhambi zako, lakini yule mtu ameumizwa tuko pamoja eh? Unapokuwa umetenda kosa lolote linakuumiza wewe, lakini kuna watu wengine wanaumia. Au wewe unaweza usiumie, ukaona umepata faida, lakini watu wengine wanaumia. Sasa hayo ndiyo madirisha yule mtoto anayekuwa ameyavunja kwao. Utaungama, lakini madirisha yale yari lazima yalipiwe gharama zake. Sasa tunaposema rehema kamili, sasa kanisa kwa mamlaka yake na nguvu walizopewa na Mwenyezi Mungu, kanisa huwa sasa, yale madirisha uliyovunja yanaweza yakaondolewa yakalipiwa ukiwa bado hapa duniani. Sasa rehema kamili inaondoa yale madirisha uliyovunja. Ndiyo maana mtu kama leo aliyekuja hija akatimiza masharti ya hija ya rehema kamili nitakayoyataja hata ukafariki, yani tu sekunde chache leo, hujatenda dhambi yote, yani mbingu unaiona nyeupe tu, unapanda. Ndio maana mimi mnapofanya kama hija hizi kwa mwaka mtakatifu, huwa mimi nazichukulia kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu najua rehema kamili naipata, na rehema kamili inaweza ikawa kwako mwenyewe au ukaomba rehema kamili kwa marehemu ambaye ameishafariki, na ndio maana baba paroko alisema kwamba pengine kwa vile ni mwezi wa kumi na mmoja wa kuombea marehemu, paroko wenu akasema kwamba rehema kamili kwa namna ya pekee, hebu tuiyombe, tusali kwa ndugu zetu marehemu. Tuko pamoja mpaka hapo? Haya, sasa namalizia mahubiri haya kwa masharti ambayo inabidi uyatimize. Ni rahisi, ili kupata rehema kamili kwa marehemu, au kama umesema ni kwa ajili yangu mwenyewe, ay ni hizi hizi zifuatazo kwanza, inabidi ufanye kitubio kilicho safi. Unafanya hija kama ulivyofanya, umemaliza umefika hapa safi, halafu unaungama. Kwa mfano mlioungama, unahakisha huna dhambi yoyote, sawa. Kitu cha pili, unahudhuria kamisa ka hii, unapokea Ekaristi takatifu, tuko pamoja. Kitu cha tatu unasali kwa nia za baba mtakatifu. Kumbe kama leo hujasali kwa nia za baba mtakatifu hata baada ya misa unaweza ukaenda kwenye groto ukasali hapa kwa dakika chache hapo ukasali. E, na pengine nisingekushauri uende nyumbani kusalia nyumbani unaweza ukasawa au ukatenda dhambi kabla ya mambo hayajawa vizuri. Na kusali kwa nia za baba mtakatifu, sali sala ya Baba yetu, salamu Maria na tukuzwe baba. Kwamba baba mtakatifu nasali kwa nia zako. Lakini kitu kingine, kamilisha hiyo shughuli nzima ya kiroho kwa tendo lenye rehema eh. Kwa mfano tendo lote unazo kafanya tendo zilizo zuri, kumsaidia mtu kusali, kumwombea na kadhalika na na, na, na jitahidi uwe na upendo na usiwe na dhambi hata kidogo. Kwa kwa ufupi unafanya hija ambayo umeifanya, unaungama, umefanya unasari misa hii, unakomunika, utafanya unasari kwa nia za Baba Mtakatifu, kama bado utasari baada ya misa hii, halafu unaweza ukatenda tendo lolote la huruma. Lakini pamoja na hiyo, kwa kumaliza mahubiri haya, jitahidi, jitahidi katika maisha yako, wakati mwingine, kama sehemu ya malipizi ya dhambi zako huo natenda tendo fulani lakini kwa nia ya kuombea marehemu. Yaani, kwa mfano nasema hivi, nipo nafanya usafi kwenye parokia hii hapa kanisani, ni kwa ajili ya kuombea ndugu zangu marehemu. Au nipo natoa sadaka hii shilingi elfu mbili leo. Kesho Jumapili ni kwa nia hii, naenda Kitete kumtembelea mgonjwa kwa nia ya kuombea ndugu zangu marehemu. Yaani unatenda matendo mema, lakini kwa nia maalum. Tuko pamoja wapendwa. Kwa hiyo tumalize hija hii, mafundisho haya, tukimshukuru Mungu kwa kazi nzuri mlioifanya. Mwendelee kumpenda Mungu, mwendelee kuwa na matumaini, na tuombeane daima. Tumsifu Yesu Kristo, yeah.